Actually, ni kama tulikuwa tunafungua kurasa a, taratibu zile za msimu um, wa 2024 2025 na, na mwisho imefika ile sehemu ya mwisho ya kitabu ambacho kinakamilishwa kwa mchezo namba 184 kuchezwa uwanja wa Mkapa, mchezo ambao umepata umaarufu mkubwa Afrika Mashariki na Kati, na dunia imeshuhudia, Tanzania imeshuhudia kar rekodi dabi ambayo imekuwa ni yenye ushindani mkubwa ndani ya dakika 90. Actually, Yanga imekamilisha roundi 30 kwa kukusanya pwenti zake like tatu mbele ya yeah. Simba mzunguko wa pili na mzunguko wa kwanza pia walikusanya pointi tatu, hivyo kwenye uh, msako wa pointi sita ambazo watani wa jadi Simba na Yanga walikuwa wanatafuta, Yanga imebuka mbabe kwa kuchukua jumla ya pointi sita. Mzunguko wa kwanza ilikuwa Simba, wao wakiwa nyumbani uh, walipoteza kwa kufungwa bao moja kwa sifuri eh, Simba sifuri moja Yanga, na bao hili lilifungwa na Kevin kijili ambaye yeye alijifunga dakika ya themanini na tisa kwenye mchezo uliochezwa uwanja wa Mkapa OG. Ilikuwa dakika ya themanini na tisa mzunguko wa pili, baada ya zile purukushani, hatuchezi tunacheza, hatuchezi tunacheza, mwisho tutakuwepo, imekuwa ni Yanga mbili sifuri simba Sports Club. Simba imekuwa kufurukuta kupata pointi mbele ya Yanga msimu wa 2024/25 ambapo Simba wao wenyewe safu yao ya ulinzi imeruhusu mabao matatu ya kufungwa na Yanga, ikiwa imefunga jumla ya mabao matatu na haijafungwa hata bao moja. Mchezo wa namba 184 na umeacha rekodi za kutosha, ikiwa ni pamoja na Pacome a, kuwa ni mchezaji bora wa mchezo akifunga mabao akihusika kwenye mabao yote mawili ambayo yalifungwa na Yanga, alitoa pasi moja kwa Clement Mzize akafunga bao dakika ya sitini na sita kwa mkwaju wa penati. Kwa hiyo jumla ameweza kufikisha uh, pasi uh, ambazo ameweza kufikisha uh, Pacome ni pasi kumi, amefunga mabao kumi na mbili akihusika katika mabao ishirini na mbili ambayo yamefungwa na Yanga ambayo ime ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024/2025. Pacome amekuwa gumzo kutokana na kiwango ambacho alikionyesha na namna ambavyo aliweza kuwazuia uh, mabeki wa Simba na kuwapa tabu uh, uh, wapinzani wao hasa Musa Kamara ambaye alianza langoni. Sasa msimu umemalizika tumeona tofauti ya pointi nne ambazo zimeweza kupatia Yanga ubingwa. Yanga baada ya kucheza jumla ya mechi 30 amekusanya jumla ya pointi 83. Kumbuka kwamba alikuwa amekusanya pointi 79 alipocheza mechi 29. Na, tisa, na, na, ya, na Simba baada ya kucheza mechi 30 anabaki na pointi zake zile zile 79, tofauti ya pointi nne ambazo zimeipatia Yanga ubingwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne, ishirini na tano Sasa baada ya msimu kugota mwisho, swali kubwa limekuwa ni nani atakuwa ni MVP wa ligi kuu Tanzania bara, ni nani ambaye atakuwa kiungo bora wa Tanzania bara na ni nani ambaye atakuwa kocha bora wa ligi kuu Tanzania bara? Kwanza tuna tunaona kwamba Yanga wamekuwa ni makatili a kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kuanzia raundi ya ishirini na nane ishirini na tisa na mpaka mchezo wa mwisho kabisa ambao wameweza kucheza dhidi ya Simba mechi namba 184 wamekuwa na mwendelezo wa kupata ushindi katika mechi tatu ambazo ni dakika 270 safu ya ushambuliaji ya Yanga imefunga jumla ya mabao kumi na mbili na ukuta wa Yanga haujaruhusu bao la kufungwa ndani ya dakika mia mbili sabini Utaona kwamba uh, walianza na ile 5G uh, walikuwa wana mwendo wa 5G uh, wakiwa ugenini, Tanzania Prison walifungwa tano, Tanzania Prison sifuri tano wa Yanga alafu Mchezo mwingine ikawa ni Yanga wao wakashinda tano sifuri Dodoma Jiji, alafu ikaja Yanga mbili sifuri Simba. Hizi ni mechi tatu. Umeona katika mechi tatu ambazo Yanga imecheza imeonyesha uimara kwenye eneo la ulinzi, huku eneo la ushambuliaji nalo likionyesha makali yake kwa kufunga jumla ya mabao kumi na mbili, na wao hawajafungwa bao. Kwa maana hiyo, Yanga kwenye eneo ambalo waliongeza nguvu kubwa na wakawa, wakawa wana jitihada kubwa sana ni eneo la ushambuliaji. Unaona, baada ya kucheza mechi ishirini na tisa safu ya ushambuliaji ya Yanga ilikuwa imefunga jumla ya mabao 81. mj kwao inamaliza ikiwa imefunga mabao 83 ndani ya ligi kuu Tanzania bara ikiwa ni timu namba moja na Simba ikigotea kwenye mabao yake sitini na tisa. Sasa tukija kwenye kesi ya nani atapaswa kuwa MVP. Unaanza kumzungumzia Pakome ambaye amezua gumzo kubwa sana. Unaona Pakome uh, baada ya kucheza mechi 26 za ligi kuu Tanzania bara amehusika katika mabao ishirini na mbili, afunga mabao 12 ambayo amefunga hatoa jumla ya pasi za mabao, pasi tisa, pasi kumi, ah, pasi tisa, pasi ya kumi alitoa kwenye mchezo ah, dhidi ya Simba. Pasi ya kumi alitoa kwenye mchezo dhidi ya Simba, alimpa Clement Mzize, na Yanga imefunga jumla ya mabao 83 kwa, katika mabao 83 ambayo Yanga imefunga. Ndio, no, Yanga imefunga mabao 82, 83 ni pointi zao. Katika mabao ambayo Yanga imefunga yeye amehusika kwenye mabao ishirini na mbili, ameipa Yanga ubingwa Hame, amefanikiwa kutimiza majukumu yake, na Yanga imetoa ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania bara ukiwa ni ubingwa wa thelathini na moja. Huyu ndiye Pacome, ambaye hmm, a, ni chaguo la kwanza. La mchezaji mwingine ambaye anatajwa kwenye kuwania tuzo ya MVP, ni Faisal Salum. Faisal Salum, huyu wa Azam FC. Faisal ni kinara wa pasi za mabao ndani ya Ligi Kuu Tanzania bara, ametoa jumla ya pasi kumi na tatu ametoa jumla ya pasi kumi na tatu amefunga mabao manne, mabao manne, hivyo amehusika kwenye mabao kumi na saba ndani ya kikosi cha ja Azam ambacho kimemaliza ligi kikiwa nafasi ya tatu kwenye msimamo, kitashiriki kombe la shirikisho Afrika. Huyu ndio Faisali Salum, huyu ni mzawa ambaye amekuwa ni gumzo kubwa sana. Anatajwa kuwa kwenye rada za Yanga, anatajwa kuwa kwenye rada za Simba, anatajwa kuwa miongoni mwa viungo ambao wanafuatiliwa zaidi na zaidi. Ukiachana okay, na Faisali, kuna mtu anaitwa clement Mzize. clement Mzize huyu wa Yanga, clement yeye amefunga jumla ya mabao ana mabao 14, ana pasi tano, ana pasi tano za mabao ambazo zinamfanya ahusike kwenye jumla ya mabao 19 kati ya 82 ambao wamefungwa na Yanga ambao Yanga imetoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao Yanga ni vinara wa ligi kuu Tanzania bara ambao Yanga wamechukua ubingwa wao wa thelathini na moja kwa kumfunga mtani wake wa jadi kwenye mchezo namba 184. Uh, wakati Mzize akitajwa kuna huyu mwingine anaitwa Jean Ahoua. Jean Ahoua huyu wa Simba nyota, huyu ni chaguo la kwanza la Fadru Davis katika uh, mechi ambazo wamecheza, amefunga jumla ya mabao kumi na sita, ametoa jumla ya pasi za mabao tisa akiwa ni nyota ambayo amehusika kwenye jumla ya mabao ishirini na tano kati ya mabao sitini na tisa ambayo yamefungwa na Simba baada ya kucheza mechi 30. Sasa Ahoua yeye rekodi zinaonyesha kwamba mabao kumi na tano amefunga kwa mguu wa kulia, alafu bao moja kafunga kwa pigo la kichwa, ilikuwa kwenye mchezo wa Pamba Jiji. Sasa katika haya mabao kumi na tano ambayo ame katika haya mabao kumi na sita ambayo amefunga ni mabao sita amefunga kwa penati. Penati yake ya kwanza alifunga kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huu a, Simba ilishindwa kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri. Uh, penati hiyo ilisababishwa na Muhammad Hussein Zimbwe Junior nahodha ambaye alichezewa faulu ndani ya kumi na nane. Uh, Pacome yeye kwenye mabao kumi na mbili ambayo amefunga amefunga mabao mawili kwa penati ndani ya msimu wa 2024 2024 na, na tano. Vita imekuwa ni kubwa sana kuhusu eneo hili, ni nani ambaye anastahili kutoa tuzo hiyo. Tusubiri na tuone nani atakuwa ni nani. Na kwenye upande wa makocha bora jina ah, ambalo linatajwa ni la Miludi Hamdi ambaye huyu ni kocha wa Yanga, amechukua ubingwa akiwa na timu hiyo ah, licha ya kwamba alipokea vijiti ah, kutoka kwa ah, Said Ramovic ambaye alikuwa ndani ya kikosi hicho cha Uh, Yanga nakumbuka kwamba uh, Yanga imekuwa na mwendelezo wa kufanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mwingine ambaye anatajwa kwenye eneo hili ni kocha wa Simba Fadru Davids. Fadru huyu timu imemaliza ikiwa nafasi ya pili uh, kwa msimu wa 2024 2025 ikivunja rekodi ya msimu uliopita ambapo ili ilimaliza ikiwa nafasi ya tatu na ikashiriki kikombe la shirikisho Afrika, ambapo huko iligotea kwenye nafasi ya pili baada ya kupoteza mchezo dhidi uh, ya RS Berkane. So una nafasi ya kuzungumza na kuniambia ni nani ambayo unadhani anastahili kuwa MVP? Nani anastahili kuwa kocha bora kwa sababu hatuzo ambazo zina uhakika hazina vipengele kama ambavyo uh, unaambiwa tutakuwepo kwenye hivi. Tunamzungumzia Musa Kamala, huyu ana tuzo yake ya kipa bora, ana hati safi kumi na tisa. Unamzungumzia Ahoua, huyu ana tuzo yake ya mfungaji bora akiwa amefunga jumla ya mabao kumi na sita. Uh, hizi ni tuzo ambazo hazina vipengele mara nyingi, kwa sababu uh, rekodi ndizo ambazo zinaamua, lakini kwenye MVP, uh, kipengele cha kipa, uh, kipa kimeshafungwa. Namzutia kocha bora wa msimu wa 2024 24 25, ndipo ambapo gumzo lipo hapo. It's a boy from Njombe place to be.